Almuhim, wallahi, kuna ulazima wanawake kubadilika, na haya hayatafanyika isipokuwa wao kuisoma dini yao. Wallahi, isome dini yako mwanamke, uifuate, itakuongoza katika kheri kubwa. Kuna saada, kila saada katika wewe kuifuata dini yako. Kuna saada hasa mwanamke ambaye hajaolewa haelewi chochote siku ile atakapoelewa ndio atajua kumbe alikuwa mjinga sana kwa yale mambo anaofaa, wallahi atakuwa amechelewa sana. Lakini kuanzia sasa afahamu kuwa dini yangu imeniwekea haya mambo, Allah ameniwekea haya mambo kwa ajili ya maslahi yangu mimi mwenyewe, sio kwa sababu eti wakandamizwa. Ndio kuona kufar, vita vyao vikubwa kabisa ni kumtoa yule mwanamke katika ile stara ambayo Uislamu umempa leo vita vikubwa kabisa ni hivyo. Kwa nini? Kwa sababu ukiangalia katika nchi zao za kikafiri muadham wale, wengi katika wao hawana familia ambazo zimeshikana, hawana. Yaani bi maana utamkuta mama maskini ana watoto kumi, kila mmoja na baba yake. Kweli, na ikiwa walioana ndoa hazidumu. Kwa nini? Kwa sababu ule uchafu umeenea kwao. Leo yuko kwao, wa wa na huyu, kesho yuko na yule, kesho kuto yuko na yule, huku na huyu, hivyo hivyo. Sasa haya mikorogo iliyoko kwao, wao waona wivu wakiwaona waislamu namna walivyoshikana, namna familia zinavyokaa, mambo yalivyopangwa kisawa sawa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, paka mpaka tuharibu pale, wale wasikae hivi lakini wao wamezoea ndio maisha wanaoishi, na ndio wanaotaka maisha hayo waishi. Waislamu waharibu tu, lakini kwa jina la kumtetea mwanamke, eti jina atetewa mwanamke na kupiganiwa uhuru wake, na wengine wasema usawa, na wao wajua kuwa ule usawa ni uongo wa uwezekani, usawa kuna uadilifu na usawa

kupigania usawa. Kwa mfano, wakiwawazungumza Kiarabu umwambie wa, wa, wa madha taqulina anti fi kadha wa kadha, ona antukana, mimi kwa ni mwanamke mimi? Kumbe amko sawa, umetumiwa dhamiri tu ya kike, wakasirika. Kama anavyosema Imam al-Muallim al-Yamani rahimahullah, alikutana mmoja katika hawa anaosema kuwapigania usawa akazungumza sema nikazungumza kwa dhamiri ya kike, hadhihi taqulu, huyu yuwasema, lakini kwa dhamiri ya kike, kama Kiswahili kusema huyu mwanamke asema. Hapo hapo yule bwana akafura kweli kweli na kukasirika, akaambia basi, kama hukubali hata kwenye dhamiri jamaa kuwa sawa utakubali kipi? We sawa kwenye dhamiri tu imekushinda kusubiri. Sasa na pia muondoe shii na hii sijui mtaweka nini shihi, ama mtaweka hishi. Angalieni ndio mtakuwa sawa, sio, msitafautishe pia katika hilo sababu, hii yaonyesha there is gender, sijui nini, vitu vituko vyao vitu, waanza kutaja pale wavitaja mle ndani, sio? Kwa nini awe hii huyu na huyo awe shi? Simwona mtu dharau sisi kama shi twafukuzwa ni shishi na nyinyi hiihii, kwa nini hi, hi. Waseme kama hivyo tuanze tuanza. E, ni mambo ya kijinga sana. Kila mtu ameheshimiwa katika dini ya Allah na akapewa nafasi yake. Angalia mwanamke alivyokuwa alea mtoto kisawasawa, walitoka watu kama kina Khalid ibn al-Walid, Umar ibn al-Khattab, Abu Bakrin Siddiq walitokea watu kina Ali bin Abi Talib, Uthman bin Affan, wakati wazazi walikuwa wakilea watoto wao. Azaliwa Muawiya radhiyallahu anhu wa arda, mamake aambiwa, huyu mtoto atakuja kuwa mfalme wa Waarabu. Asema, sina faida ya kumzaa ikiwa atawatawala Waarabu peke yake, hakuna faida ya kumzaa. Ndio yuanza kuzaliwa atakuwa na faida pale atakapotawala Waarabu na wasiokuwa Waarabu. Naam, Muawia akawa awalu muluki lard, awalu muluki lislam aliyetawala kisawa sawa. Sasa tukipata mama hawa basi, mujtama utabadilika, lakini mujtama ambao mama apiga simu kwa redio asema mwanangu ajua kuimba pia, hebu msikilize, kisha apewa maiki ama afsimu, mtoto wa kike aimba mtoto wa Kiislamu. Kisha tena usifikirie ajua hii tu, kuna nyingine iwazijua, lakini leo nakuonyesha hii tu. Sasa nsifa hiyo, wallahi ladhim, watuwafanya kam ni nsifa hii. Kuna mwozo, tuna mwozo sisi, wallahi ladhim, yani mzazi ajifakhiri kwa mtoto wake kwa mambo hayana maana kabisa. Ikiwa kweli tutataka kurudi katika izza ya Uislamu, huyu mwanamke tumwangalie, ni vizuri alelewe kisawasawa, apewe ilmu ya kisheria kisawasawa, bi anna al umma madrasa, ile mama ni madrasa, yeye ndiye anayekaa muda mwingi na watoto. Akisimama kisawasawa kwa uwezo wa Allah, kutatoka jeili na kizazi ambacho kitakuwa chajielewa chajielewa, kule kinakuelekea. Sasa hili makafiri walifahamu, wakaona kule, tukikuharibu kule, si basi tutatoa vichwa mchunga tu, wavutaji bangi, wavutaji unga. Waliyadhu billah Allah waondolee na tuongoze sote. Walaji marungi nini. Sasa wewe utakuwa vipi wewe? Ikiwa mzazi apiga ngoma, utamlaumu mtoto kuteza? Huwezi kumlaumu kuteza, kwa sababu mzazi wake apiga ngoma Mtoto akulia amuona mama yuwala marungi, mama mzazi tena aita na wenzake, ana marafiki zake wala pamoja kila jioni. Alafu yule mtoto akikosea kidogo, atupiwa matusi, ajitukana mwenyewe mama, matusi ya mama pale na nini. Sawa sawa, akipelekwa kwa kinyozi, aonyeshwa picha ya mtu pale amepiga chinja, sijui kutoka wapi, mwanangu nitakao mnyoe kama yule Wallahi, mimi naona na macho yangu. Siku moja mkenda kunyoa, mama amleta mtoto, amwambia ule kinyozi, mnyoe huku chini kipara hapa, mbakishe nywele. Mimi nimeshindwa kujizuia, mama, kwa nini umwambia hivyo? Ndivyo babake anavotaka, ankimpeleka nyumbani atanigombeza. Ah, baba ndio anavotaka kweli? Si ushamwambia yule mtoto ukiwa mkubwa utabangi wewe? Kwanza mdogo wewe, umlee yule mtoto, umwambia ukiwa mkubwa wewe. Kwa hivyo Ha, mambo kiyazungumza na mifano yake iko mingi sana katika mujtamaa, lakini wallahi, ikiwa tataka kheri ni watu warudi nyuma. Hivi hatuoni ile tabu tunaoipata jamani? Hivi kila mtu yuko radhi vile anavyoishi? Ikiwa haishi katika kivuli cha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ana raha vile anavyoishi? Mtoto akiwa mkubwa jeuri, amtukana mamake na babake, hajali kwa nini? Malezi tangu mdogo, ulimlea katika malezi mabaya. Hatujachoka jamani? Ishafikia wakati sasa, watu waamke warudi kisawasawa nyuma.